Five star hotel, private driver. Na combine vitu kwa sababu kumrahisisha mtu asichague chague. Mfano, focus, anasema, na kuchagulia mzigo maini kabisa wa kiume sana, kila kitu kwenye box lake. Hili box limechagulia mzigo, mzigo mzuri sana. Au anataka... weka hii na mtu anataka hicho kitu. Kwa hiyo ndo maana supermarket vitu ni gali kwa sababu umeshakupangia nyanya hapa. Kitunguu hapa. Hiyo ndo gharama na kuchaji supermarket. That's why inaitwa supermarket. Ni soko la kawaida. Sema lenyewe umeshakuchambulia. Kwa hiyo kwenye huduma mfano, huduma unaoitoa. Let's say, utalipa ada ambayo ni ada tu uniform nitakuwekea mimi thalika, na kadhalika zingine utalipia wewe mwenyewe. Na ofa ya pili unalipa ada ambayo ile hela ndani yake kuna hela uniform, ya chakula, usafiri na tuition, au ulipe hiyo ofa ambayo ina ada tu za shule, amba, ada ya kawaida shilingi milioni moja kwa mwaka, ila ada plus chakula na takataka taka zote laki moja na ishirini kwa mwaka ulipi extra. Hapa sasa, ada tu tuition, kila kitu shilingi milioni mbili ya mtoto wako, hadi toys atapewa nazo nyumbani Wazazi wengi watasema naomba nilipe ya mwisho. Mimi ni mzazi so I tell you that naomba nilipe ya mwisho. Sasa kuna sana ambayo nilimtia mtoto toy, nikienda duka la toy anaanza kufanya hivi naomba spider, nitaishia kuchukua spider na robot, robot mama yake anasema kala sema robot ya nini? Kila saa imeshakuwa mengi huko ndani sijui. So nikilipa kama nje, mnaweza kumchagulia mkampa. Eh, by all means, eh, chaguleni nyinyi. That's how offers live offers zinakuwa pale kumfanya mtu anaona kama kuna auheni, either auheni so, auheni kifedha, auheni ya choices.

Asante. So it works, guys. Ndo mana focus anakwambia hawaulizagi bei original kwa sababu the idea ya offer. Idea ya offer. Tulisema offer na discount tofauti nini? Offer lengo lake nini? Offer inaongeza thamani. Yes. Hiyo ndo idea ya offer. So, kumpunguzia mteja. Hakunaga offer kukupunguzia Ukiona eti TV ilikuwa inauza milioni tatu sasa inauza laki moja na nusu laki ule 1.5 na nusu ndo bei yake. <laughs> Wanakupasua. Kwa hiyo offer lengo nyonyo ni kumpandisha mtu, kuipandisha thamani unauza. Ushaifanya? Ushaipigwa? Acha kupiga. Na hakuna mtu kwenye dunia ambaye hajapigwa kwenye ofa. Mimi kipindi kile wale, wale ma... ni mwanazungu atake ofa anajua scam. Kipindi kile ile yale ma supermarket yanaitwa ShopRite. Unaikumbuka ShopRite? Nilinyoshwa keki zake Arusha pale, wanakunyosha <laughs> masuper... kwa sababu ofa, unaona neno ofa

Offers, ambazo zinauza ni kama hivyo. Unatengeneza package. Hata sasa hivi kuna package ya mjasiriamali itengeneza. Mjasiriamali package ya, package yake kuanzia laki mbili, kuna package ya laki sita, package ya milioni. Kumbe ile laki mbili ingepata msiba mkubwa zaidi ule. Sasa yeye tunabidi ajifunze. Eh hey, umeumia hapa ujifunze. Zote zile hizo ndo offers. Mmoja hapo inaitwa the right price method. Ya pili inaitwa decoy effect. Ya tatu ambazo zinafollow kwenye rule of three. Iko hivi.

Price namba mbili ina include simu kwa Pree... pre shilingi laki milioni tatu, tufanye rafu hii bei la list tunafanya raf. So natolea mfano <taha> Haya, simu peke yake milioni tatu na laki simu. Ila sisi kama mo mo electronics and mo technology tunaweza tukakupa package namba 2, ukanunua simu kwa milioni mbili laki tatu na themanini ukapata supporti, priority support kutoka kwetu. Shida yoyote ikitokea uendi fundi, sisi tunabeba simu kwa fundi sisi wenyewe. Lakini pia tukakupa accessories kama chaja protector na cover ambayo badala kulipa milioni mbili milioni tatu laki mbili themanini, utalipa jumla milioni nne kamili. Tutakupa ofa ya miezi mitatu technical support yoyote, au au au kwa mwaka mzima huo una ofa hiyo. Pakeji ya kwanza sim peke yake milioni tatu laki mbili themanini. Pakeji ya pili sim plus technical support kwa muda wako wote wa maisha yako yote plus hizo vitu accessories kwa milioni nne kamili. Ofa ya tatu, ofa ya tatu tunakupa vitu vyote vya ofa ya kwanza na ofa ya pili plus consultation ya kitu chochote unachokitaka, plus tunakupa security kama zile AirTags za Apple. E, simu ikidondoka unaifanyaje? na inapotokea simu yako imepotea, sisi tutaingia gharama half na half na wewe kupata kifaa kingine au kurudisha ile simu yako, ambayo bei hapa tutalipa shilingi milioni nane. Ukiona mteja anampenda kupunguza bei, waek hawapunguzi bei ya pili, itapata watu wengin. Lengo la hii ndomana decoy effect. This is to decoy you. Kwa sababu uwezi <laughs> no one katika akili yake straight alipe milioni nane kwa sababu simu kipotea. Ah mimi kwa makini siandini mahali afu kwanza kipotea, hiyo ah, ah. Oh bro. labda hii, yaani labda hii au ah, vipi nipe simu tu bana niondoke. hataupunguza bei siku zote kunapokuwa na... hmm kwako. Kwamba mimi mo, ni mtaalamu ni technical ni technician, sim nakupata tabu. Najua mafundi wazuri ambao sio wezi namba mbili, najua uh, supplier wa vioo original sio fake. Kwa hiyo wewe ukinunua simu kama kawaida, family line, shukrani kwa kununua kwetu, oh, thank you, ila ukinunua simu ukaingia kwenye priority support kwetu tukakupa technical support miaka yako yote lakini tukakupa na accessories. Wewe simu ikisumbua hata ya binamu yako, wewe kwetu una pass, una ticket, kuja unasema tu hii simu imesumbua. Sisi tunajua fundi wa kukupa kusaidie na kio cha kuwekwa na kiweka kibaya mbaya. Kwanza itakupa pesa, afu cha pili, hamna mtu atakupa discount. Ndio maana ukienda kwenye hoteli watakwambia hivi, unataka hoteli kulala room, eh, mtakaje? Umeona kuna option ile ushushe bei kuna room iko hapa ni shilingi laki mbili. Hii ni master suite. Alafu kuna room nyingine ambayo ni single, ni shilingi elfu themanini. Alafu kuna ambayo ni presidential suite ni shilingi laki nane. <laughs> Aya, ni pia kawaida tu elfu themanini. <laughs> La, moja niko kusema leo na upgrade iko na lala presidential. Ukiingia presidential utaona tu ni space imeongezeka. <laughs> Ah, labda na kameza kamoja kufanya kazi, ka friji, majani ya chai,

Alafu sasa lengo la price decoy, lengo ni yule, usimlaumu yule supplier, nilikuonyesha chumba kizuri wewe na ubaili wako wewe, yani utakao umlaumu mo. Mtu kanunua simu kwako chapu katoka pale, kanyakuliwa bro, nimenyakuliwa. Ndo maana kuna hii ofa ya milioni nane <laughs> Sasa hivi tungeingia mfukoni, lakini sasa hivi bro, pole, kwamba unilaumu mimi, nimenunua simu si nikaibiwa, nika tulikupa ofa kwamba kuna ofa milioni nane tutasaidia kurecover simu, tutaenda wenyewe. Unatengeneza flyer na unaongea nao I don't know. I, I hapana hii haiwekwagi public ni educational content about your product and the solution and transformation. Hizi zinakuwa kwenye sales. Unajua marketing na sales ni tofauti eh? Yeah. Marketing ni ile mabango barabarani is what attract people to come, sales is how you convert them kwa hiyo sasa sales ndo unatakuwa unataka hii. Bro karibu sana bana Motech. Hivi tulikwambia ofa zetu eh? Simu, tuna ofa msimamo za simu na yes. Na kwenye simu tuna ofa ambayo utapata accessories, support, nini, nini. Lakini pia tuna ofa nyingine ambayo hii sasa, ni premium. Kidogo ya watu wakubwa hii. Eh, hii ambayo hata na hata kama isiporejea sisi, kama kampuni tunaingia 20% cost, kuku, kuku, kupata simu ikipotea tunapambana tunaingia nyingine milioni sita kama imepotea hii, nyinyi mnaongezea milioni mbili. Yeah. Ah, imependa hii. Kwa hiyo yeye sasa hizo ni sales ku convert mteja atoe hela nyingi na asiombe discount. Lakini hizi utangazi public. Ndio hapa watu wanashindwa kuelewa. Wakati tunafanya biashara mtandaoni, watu wanasemaga, "Mwalimu tunasema tuweke bei, hatutaki kuweka bei kwa sababu washindano wataiba." You don't understand. Ukianza kutangaza bei mtandaoni, of course washindano wanaiba kwa sababu ile ni sales strategy, sio marketing strategy. Marketing, tafuta vitu vyenye thamani vya kumvuta mtu afu ndo ongea sales. Hutakao usikie mimi nimepost swala la bei mtandaoni. Maisha, labda kama kuna program short course, program endelevo kama ya mwaka ile ndio naika bei. Lakini consultation kule watu wana guess. Mimi 390 ndani ya sali moja, lakini ukishoshwa nitangaza, sio tangaza. Zamani nilikuwa natangaza bei. Njoo technical nitakufanya shilingi 750,000, laki na ishirini. Kila mtu ndo bei anazozichaji huko mtandaoni kwa sababu kazi ya watu wanaga sales technique milioni moja. Utajua wewe mwenyewe kwa sababu gani? Kwa sababu tutatengeneza makundi matatu kwenye bei na huduma na wateja. Nyonyo akija hapa, yeye atafanya technical for free kwa sababu ana program mwaka mzima, so yeye ni VIP, wewe ni VIP, wewe ni VIP kwa sababu kwenye mentorship ya mwaka client number 2 ni client ambao wanafanya huduma zetu, lakini sio kama nyinyi, they don't stay wala atalipa bei laki na ishirini. Umetoka mbogani huko umekuja, utujui milioni moja. Lengo ni nini? Lengo ni kuwa, kupata space ya kuwahudumia hawa waliopo kwa luxury, ili huyu mpya asinisumbue. Imagine unachukua kazi ya mtu. Ah, sikumbuka mimi nimeposti. Hivi yule mtu unajua anapoteza muda mwingi sana. Kwa sababu kwanza hajui kosa lake. Hajui solution anataka na hajui anachokitaka. Ila nyie kwa sababu madarasa haya nyie mnaelewa. Jamaa sasa hivi kulingana na Dukahuru niongeze content bidii, brandi zetu zipostiwi. Tayari wewe unajua unachokitaka. So hata kikitokea tatizo, rekodi ya account imesumbua.

Aya, jibu langu ni hili hapa. Mfanya biashara lazima awe honest. So hilo soko sala kwa mteja. Niko sala mfanya biashara haiko honest. Mimi sina bei ya Nyonyo, sina bei ya Helen, sina bei yako. Nyote mna bei moja. So it's sisi wafanyabiashara tuko honest na kitu tunachokifanya. Nyonyo akiwa anampigia Helen bei yake, wewe bei yako, kila mtu bei yake yeye ndo atachanganyikiwa na yeye mwenyewe ndo ataharibu biashara yake. So hilo kitu halijastify kwamba weka bei kwa sababu kuna watu watapeli matapeli matapeli zibadilike, umeelewa eh? So kwenye kubei, kwenye all aspect, nikuwa na maanisha hivi. Hoteli nyingi angalia mtandaoni, dola mia na ishirini per night. Habari sahizi, jiraf niliona ameweka dola mia na ishirini per night, hiyo rumu imejaa. Hamnaga hiyo huduma, lakini dola mia na ishirini hiyo rumu imejaa, anaambia kwa hiyo per night shingapi? Hapa dola mia mbili hamsini dola mia themanini, yani wanaku ile pale always inakuwa misleading price. Misleading price, unajua misleading price? Mfano sasa hivi kienda fanya kwenye supermarket yote au mall ukakuta nje ameweka bango ameandika hivi. Mfano tu kwa bei. Kaitafuta. Ile misleading price. Kwa misleading price huwaga yeah, siku zote ni kwa sababu ya kuleta walk-in customers wengi alafu sasa wanaokaa pale wanakuwa, ah, bro, ah, ni wakali ana mislead, haiko hivi vile smuan, hata mo anaanza kusema simu elfu saba ile ilikuwa ni. Kwa hiyo, kwa kwenye bei, gawanya huduma zako, lakini bei yake hii apa sawa, fascinator, nikakupa na clutch yako pembeni, nikakupa na kwenye shule tena, kuna joto hiyo, utalipa shilingi 80 zote jumla. Lakini pia naweza nkaamua ni kuvalisha yote kwanza, Fascinator sijui clutch. Kwa hiyo wewe unatakiwa ugao ukategori huduma zako, ili mteja asiwe anaresist na hiyo ndo assignment. Assignment anasema hivi, create your own offer. Chukua huduma yako moja au bidhaa yako moja Itengeneze two bonus, itengeneze time limit and quantity limit, alafu ieleze thamani kwenye hiyo ofa yako, alafu utuuzie sisi, ila hiyo kuuzia sisi itakuwa uitengeneze content. Helen, yes. Yeah. Iyo ni content, una post piki uduma yako moja, itengeneze two or three bonuses alafu ipe time limit, au quantity limit alafu ieleze value ile iko kule ndani alafu una post mfano mfano Helen, Helen unachoka, lakini hii ni rahisi sana kwa kwa wewe, kwa Helen ni rahisi sana. Helen unauza viatu, mikoba mm -hmm. na mikoba mm -hmm. shapata idea, wewe bado hujapata. Na nini tena kingine? Hu mkoba shingapi? elfu sabini. Viatu bei gani? elfu sabini vya kike, na mkoba shingapi? Na skaf nzuri ya mwanamke a shingapi? Auna ikiwemo itakuwa shingapi? Skaf ikiwepo kutakuwa shingapi? Inaweza kuwa shingapi, mfano bei zakeha Now, kwenye ku, ku create offer, ku create offer, inatakiwa lengo, sisi mimi nakwambia sasa, mimi lengo ni kuuza na kumfanya mteja asiweze ku irresistible, asiweze kukataa. So first of all, zungumza in terms of quality and quantity. Begi, jamani, begi nataka handbag iwe nzuri, inaweza kushikika, mkanda wake u imara, lakini ni klasi kibeba, unabeba kama hivyo unaeleza value. Sawa eh? Lakini pia ukimach na kiatu kia chako hivi, mimi elfu tisini eh. Alisema shilingi ngapi? Begi sabini kiatu Sms, mkoba nani nini, skafu elfu kumi na tano Jumla shingapi? Laki moja na sitini na tano, au laki moja na hamsini na tano? Hii laki na hamsini na tano ndo bei halali kwao. Yeye kwenye kutangaza anasema kama ni laki moja na hamsini na tano, mkoba shingapi? Kiatu shingapi? Ila kwa pamoja lipa shilingapi? Umependa hiyo. <laughs> <laughs> Kwa hiyo unamchekecha kwenye bei yako wewe. Kwa hiyo yeye atasema ti na na na na nzima. Naenda kununua. Kwa hiyo offer ni kumfanya mtu asiresist lakini unaelezea in terms of quality value ndani yake na unaeka limit, meelewa? So mfano simepata idea yes. Umepata so, concept hiyo ndo assignment online. Umepata concept? Mepata concept. Eh, kuna mkono pale, uliza swali. Huduma, huduma huduma jamani, ndo rahisi kuliko bidhaa. Mfano huduma iko hivi y... mfano mmoja natoa huduma ya fesho kawaida, for instance, inaweza kakodi paka laki mbili au laki na nusu. Ukienda kufanya mfano na manicure na pedicure, utalipa mfano shilingi laki moja, ukija kufanya mfano <coughs> Manikio pedikio, najua eh? Eh? <laughs> unajua unahudumia vizuri. <laughs> Asante so, laki mbili facial peke yake, fanya manikio na pedikio laki moja, ufanye labda huduma ingine labda ya sijui nini, labda labda laki moja masaji, si jumla ni laki nne. So all you offer. Amina ndo ameuliza swali, najua offer hivi: facial laki mbili, huduma zetu manikio pedikio, laki moja masaji laki moja, jumla laki nne. Kila mwezi mwanamke ki lazima fanya facial, sababu sa mwanamke unatakiwa huduma ut ukae vizuri, lakini tuna offer ambayo itakupa facial, itakupa massage, itakupa manicure na pedicure, plus itakupa collagen moja nzuri kwa sababu ya ngozi yako nzuri. Hiyo offer unapata kwa shilingi laki tano. Ile collagen umeweka laki moja pale ndani. Ishaanza kuelewa, eh? Koleji ni beigali actually. Kwa hiyo mtu ana passive, nimepata advantage kumbe, mna alichopata advantage hata kimoja. Umeshaelewa? Kwa hiyo offer maana yake ni kumfanya mtu asikatae, kwa sababu anaona ina, ina benefit kwake. Unajua, mimi sijui ni kwa hivyo au na nyemko vile, nikienda kununua kitu kimoja kimoja na boeka